Kanisa Katoliki Tanzania limetoa wito wenye uzito mkubwa wa kuitaka serikali imwachie mara moja Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo aliyepo jela hadi sasa akikabiliwa na mashtaka manne, moja likiwa ni la uhaini. Kanisa hilo kupitia baraza lake la maaskofu limetoa wito huo mzito Uh, katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, likisisitiza haja ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na kuachiliwa mara moja kwa viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai mageuzi. Kauli hiyo inakuja wakati ambapo hali ya kisiasa nchini inazidi kutawaliwa na mivutano huku taasisi za kidini zikiongeza uzito wa mashinikizo ya kitaifa na kimataifa kwa serikali ya Tanzania. Katika mahubiri ya mkesha wa Pasaka yaliyofanyika katika jimbo la Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Askofu Wolfgang Pisa alitoa wito uliobeba uzito wa kiimani na kisiasa. Askofu Pisa aliitaka serikali ikae mara moja na wadau wa uchaguzi ili kuruhusu mabadiliko ya msingi katika mfumo wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu 2025. Akisisitiza umuhimu wa amani alisema kuwa kasoro za uchaguzi zilizojitokeza katika chaguzi za nyuma lazima zirekebishwe. Askofu huyo alibainisha kuwa sauti na vilio vya Watanzania wengi kuhusu udhaifu wa mfumo wa uchaguzi lazima visikike. Akahoji bayana, nani anaharibu amani, anayetumia nguvu kulazimisha uchaguzi au anayetoa wito wa mazungumzo ili kurekebisha mfumo usiotoa viongozi wa haki? Katika kauli iliyosikika kuwa ya moja kwa moja, alitaka kuachiwa huru kwa wale wote waliokamatwa kwa kutetea haki na kusisitiza kuwa hakuna sababu ya kuwepo kwa mateso au manyanyaso ya kisiasa kwa sababu ya maoni au msimamo wa kisera. Kauli ya TEC inafungua ukurasa mpya katika mjadala wa kitaifa kuhusu uchaguzi huru na wa haki. Tofauti na taasisi nyingine za kiraia, Kanisa Katoliki lina ushawishi wa kihistoria na kisiasa unaotambuliwa hata na mamlaka za juu za nchi. Kwa kutoa wito wa wazi wa mazungumzo na mageuzi pamoja na kuachiliwa kwa waliokamatwa, TEC inajiunga rasmi na kundi la taasisi zenye mamlaka ya kimaadili zinazotilia shaka utayari wa serikali kuendesha uchaguzi wa haki. Hii si mara ya kwanza kwa maaskofu kutoa matamko yenye mwelekeo wa kisera. Lakini safari hii wito umetolewa kwa sauti ya juu zaidi, wakati ambapo mazingira ya kisiasa ni tete, hali ya haki za binadamu iko kwenye mjadala mpana, na upinzani ukiwa umedhoofishwa kwa njia mbalimbali. Kauli ya TEC ina maana kubwa katika mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi. Inaleta uhalali wa kiroho kwa hoja ambazo hadi sasa zimekuwa zikisukumwa zaidi na vyama vya upinzani. Sasa hoja hizo zinaungwa mkono na taasisi zenye hadhi ya kiroho, kimaadili na kijamii. Swali la muhimu sasa ni je, msimamo huu wa Kanisa Katoliki unaweza kubadilisha msimamo wa serikali? Kwa kuzingatia ukubwa wa TEC na Kanisa Katoliki kwa ujumla kama taasisi inayoongoza mamilioni ya waumini nchini, ni wazi kwamba msimamo wake hauwezi kupuuzwa kirahisi, ingawa hakuna majibu ya moja kwa moja kutoka kwa serikali. Wachambuzi wa siasa wanaamini kwamba presha inayojengwa kwa njia ya diplomasia, kidini na kijamii huweza kulazimisha mabadiliko hata kwa serikali zisizo tayari kwa majadiliano. Kanisa Katoliki linaweza kuwa mwanzilishi wa msukumo mpya wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa uchaguzi. Wito wa kuliweka mezani suala la tume huru ya uchaguzi na kurejea kwa imani ya raia katika mfumo wa kisiasa inazidi kuungwa mkono na makundi mbalimbali mbali. Wakati tuko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam miaka um, kadhaa iliyopita tulifundishwa kwamba kuna mashinikizo mawili ambayo yanaweza kuilazimisha serikali kufanya vitu hata isivyotaka kuvifanya. Moja ni jumuiya ya kimataifa hususan nchi wafadhili, kwamba hawa ndio wafadhili wetu, hawa ndio wanatusaidia, hawa ndio wanawezesha bajeti yetu kuweza kutekeleza um, mahitaji na matakwa mengine. Kwa hiyo wanaposema, hawa wafadhili kwamba tunataka iwe hivi uh, watawala wanaweza wakajizungushia zungusha, lakini mwisho wa siku inabidi watekeleze, kwa sababu hatuna uwezo wa kujiongoza, sio wenyewe. Sisi ni nchi omba omba tunaotegemea misaada ya wafadhili. Kwa hiyo nchi wahisani zikiweka shinikizo kwenye jambo, kuna uwezekano mkubwa wa yale wanayotaka yatimizwe yakatekelezwa. Kwa hiyo hiyo ni moja ya, ya, ya vitu vinavyoweza kuipa shinikizo serikali kutekeleza jambo fulani. Uh, jingine ni taasisi za dini. Taasisi za dini zina ushawishi mkubwa, hasa kutokana na ukweli kwamba masuala ya kidini ni masuala ya kiimani. Kwa hiyo unapomwambia mtu kwamba usipofanya hivi utamkasirisha Mungu Uh, inagusa hisia za kiimani. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Tumeshasikia, uh, wiki iliyopita ubalozi uh, serikali ya Marekani imetoa angalizo kwa serikali ya Tanzania kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu. Haikueleza, haikutaja moja haiku kwa moja kesi ya Mheshimiwa Lissu, lakini imezungumzia kuhusu hali ya siasa nchini Tanzania, ukiukwaji wa haki za kibinadamu, uh, kukandamiza haki za kidemokrasia kwa hiyo hili lilikuwa ni shinikizo kutoka nchini Marekani, mmoja wa wafadhili wakubwa wa Tanzania. Lakini hili la sasa la kutoka kwa kanisa Katoliki ni kubwa zaidi kwa sababu hili ni shinikizo la ndani. Kanisa Katoliki lina waumini kama ilivyoelezwa, mamilioni ya waumini, lakini miongoni mwa waumini hao ni viongozi wa serikali na kanisa limeamua kuwa ni muhimu kusimamia haki kwa sababu Uh, waumini wake ni wahanga wa ukandamizwaji unaotokea au unaoendelea. Kwa hiyo la muhimu hapa ni kuangalia nini ambacho serikali itakitekeleza baada ya kupata wito kutoka kwa kanisa. Je, wata serikali itafanya mabadiliko ya haraka haraka? Binafsi sidhani kama hilo litatokea haraka. Moja ambalo natarajia kuliona ni ambalo lilishawahi kutokea huko nyuma. Um, kuna wakati fulani huko nyuma, wakati kanisa lilipokuwa linahoji kuhusu mkataba wa DP World, ule mkataba wa bandari zilianza tuhuma za kuwachafua baadhi ya viongozi wa dini. Aa, na kudai kuwa kanisa linafanya upinzani dhidi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ni Muislamu na kanisa ni la Wakristo. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo inatarajia kuvisikia katika siku chache zijazo ni hawa wanaoitwa chawa wa kisiasa kuanza kulishambulia kanisa, wakidai kuwa linataka kuleta machafuko, Kanisa linampinga mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni Muislam. Hili is very likely, kwa sababu mara nyingi mtu anapokabiliwa na hoja za msingi, hasa katika mfumo wetu wa siasa, watu wanakimbilia kwa hoja za majitaka kama hizo, za kuleta kuleta hisia za kuleta hisia za udini na vitu kama hivyo. Kwa hili kuna uwezekano huo, si lazima kwa litatokea, lakini it's likely kujitokeza kwa tuma hizo, kugeuza badala ya ujumbe, badala ya kuzungumzia ujumbe, watu wanageuza, wanamgeukia yule mtoa ujumbe. Lakini wakati hayo yakitokea kuna matukio mengine mawili yanayohusiana na Mheshimiwa Lissu. Um, wakili wa kimataifa wa Mheshimiwa Lissu anayefahamika kama Robert Amsterdam ametangaza kupitia ukurasa wake wa Twitter kuwa Mheshimiwa Lissu anashikiliwa katika mazingira magumu ya kifungo cha faragha na kwamba hali hiyo inaleta wasiwasi wa sheria na haki za binadamu. Amsterdam amesema kuwa ofisi yake ya sheria inaratibu na wanasheria wenzao nchini Tanzania ili kuchukua hatua za haraka katika njia ya kimataifa kulinda haki za mteja wao. Kwa hiyo kuna maelezo kwamba Mheshimiwa Lissu amewekwa kwenye hiyo solitary confinement, yani, uh, kama sehemu ambayo hana access na watu, watu hawaruhusiwi kuwasiliana naye, na hii inafuatia habari nyingine kwamba um, wafuasi, kundi la wafuasi wa Chadema walikwenda kwenye gereza la Ukonga kwa lengo la kumtembelea Mheshimiwa Lissu, lakini walizuiwa kuonana naye na hii zuio iliyofanywa maafisa wa magereza. Hatua hiyo imezua maswali kuhusu hali ya mawasiliano ya Mheshimiwa Lissu na umma pamoja na haki zake za msingi akiwa maabusu. Kwa mujibu wa mawakili wa upinzani, kitendo cha kumfungia Mheshimiwa Lissu peke yake bila kuonana na familia, wafuasi na hata wanasheria wake kikamilifu kinaweza kuzingatiwa kama ukiukwaji wa haki za binadamu unaoweza kufikishwa katika mahakama za kimataifa kwa hiyo kama unavyoona kuna shinikizo lakini, moja ya sababu za msingi za haya yanaendelea ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo hazijathibitishwa kuna sintofahamu inaendelea huko serikalini, kwa sababu maamuzi ya kumbambikia Mheshimiwa Lissu kesi ya uhaini ya yalikuwa kukurupuka. Sasa watu hawajui nini cha kufanya kesho. Kwa hiyo si ajabu pengine tukasikia Mheshimiwa Lissu akaachiwa, lakini kwa sasa tunaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali zinazopatikana. Karibu utoe comment hapo chini na ueleze nini unachofikiria, na watakia Pasaka njema. Santeni na kwaherini.